Uya kei mabano mwancho mwili weta TV toko kwa liani ya nko manyiko wama na kuruwa siyansi emelia ye kaunti ya Mombasa. Sabarai na boigo ababu watani we kia makia ODM ni goba sangereka na ime yomocho Mombasa. Aso mwiga abuwa wotengira obo koreli we kia ma emerongo buwe miaka emerongo ebere ime ye kia mekio kia ODM. Ukwana se omo yego yuwa omo konyi wumura iwe kia ma boigo ule omo gavana we kaunti ya Kisii Paul Simba Arati. Nigo aene kebuna mbagen

Nataka niulize viongozi wote tafadhali, tusilete mchanganyiko mahali baba alituacha na akatuonyesha kwamba tutembee kwa hiyo barabara. E, dj, hiyo mchanganyiko ndio inasema, hatutaki ndugu zetu wale ambao wako na fikra kando na fikra ya baba Raila Amolo Odinga. Tunataka tuambie kwamba enda polepole pole. Chama hiki ni chetu, ni kumi na tano ambao ni wanachama wa ODM. Kama chama chetu kiko na demokrasia, kama wewe uko na maoni tofauti, ongea, lakini msimamo wa chama sisi kama 20, chama 2027 lazima tutengeneze serikali Tumekaa katika upinzani miaka nyingi, tutatengeneza serikali na watu wako na fikra kama yetu, watu wanaheshimu haki za kibinadamu, watu wanachukia mambo ya ofisi, watu ambao lazima tupeleke nchi yetu mbele kama wananchi wa Kenya. kwa hiyo kwa sasa mpaka 2027 tunashirikiana na serikali hii ya broad-based.